Ushirikiano wetu kwa sasa, sisi na mamlaka tunashirikiana katika ukamataji. Kwa mfano mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya wametengeneza kanda, wana kanda ya kaskazini, wana kanda ya kati, wana kanda ya kusini, wana kanda ya magharibi, ambapo wamekuwa wakishirikiana sasa jeshi na jeshi la polisi kupitia wakuu wa upelelezi mikoa, wilaya na wakuu wa vikosi mbalimbali mbali, katika ukamataji, katika uteketezaji wa mashamba ya bangi katika upelelezi na mambo mengine yanayohusiana na, na ili kosa la dawa za kulevya. Hata sisi tuliopo makao makuu Dar es Salaam tumekuwa tukishirikiana pia na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika mambo mengi ya ukamataji, upelelezi na ushauri, kwa sababu sisi ni wadau katika mamlaka inayopambana na, na kudhibiti na dawa za kulevya. Kwa hiyo, kwa upande wa mikoani, wakuu wa upelelezi mikoa na wilaya wanafanya kazi kwa pamoja na hii mamlaka ya kudhibiti na, na kupambana dawa za kulevya katika nyanja zote za wauzuiaji, wanaouza wa, wa, wa, dawa za kulevya walimaji, wasafirishaji kwa ajili ya kuiweka nchi katika usalama na kupunguza ile tatizo la waraibu na usafirishaji wa dawa za kulevya ambao umekuwa wakifanywa na jamii especially vijana wa kada ya miaka kumi na nane mpaka thelathini na tano. Hii ni jitihada ambayo serikali imeifanya kwa kuongeza mamlaka, kuiongezea nguvu Jeshi la Polisi ili liendelee kupambana na hili tatizo la dawa za kulevya, kwa sababu imeona nguvu kazi ya taifa ilikuwa inateketea. Ndio maana sasa wakaamua kuanzisha hii mamlaka, ili kwa pamoja vyombo hivi viwili vikifanya kazi kwa ushirikiano, basi tutakuwa katika, tutakuwa katika hali salama ya kupunguza waraibu Eh, pamoja na watu ambao wanajihusisha katika ulimaji, uzaji na utumiaji wa dawa za kulevya. Tunajua kuwa watu wanafahamu dawa za kulevya ni nini, unaweza ukamuuliza mtu dawa ya kulevya ni nini, akakwambia kabisa kuwa dawa ni kemikali zile ambazo zikiingia kwenye mwili wa binadamu zinaenda kubadilisha ufahamu na kila kitu. Lakini wanakuwa wanaziona tuweza wanasikia kwenye redio, wanaona tu kwenye TV lakini uhalisia ule wa dawa yenyewe inafanana vipi? Mfungo unavyokuwa Eh, jinsi inavyowapia, jinsi hata akimwona mtoto akimwona uh, mtoto wake, wanavyuo ambao wanatumia dawa za kulevya inafanana mfanano gani? Tukaamua tuje kwenye maonyesho haya ya kupinga eh, uhalifu wa matumizi ya dawa za kulevya duniani ambayo anasherekewa kila mwaka tarehe ishirini na sita mwezi wa sita, na sisi tukaona ni vema tukaja sasa na dawa zile ambazo sampuli tutawaonyesha watu jamii ili wanapopita huko mitaani eh, wanapokuwa na jamii zao wanaishi, wafahamu kuwa huu ni mmea wa bangi unafanana na hivi. Hii ni bangi, iko katika mtindo huu iliokauka. Eh, hii ni bangi imefungwa kwenye misokoto hii ni heroin, huu ni unga wa heroin, unafanana huko, rangi gani, unafunguaje? Hivyo vipakti vinavyouzwa huko mitaani, vikete kete ni ipi? Anasikia tu kete kete, lakini afahamu kete ni ipi. Tunaonyesha hii, pipi pipi ni hizi. Hii ni mode of operandi ambao wanaitumia wabebaji kutoa sehemu inayozalishwa mpaka sehemu wanapokuja kutafuta masoko. Tunakuja kuonyesha hii ni skanka Waah, kuna bangi pia, kuna bangi wamezoea, wanaona bangi za hapa kwetu, tunaonesha ah, kuna bangi nyingine ambayo inaingizwa nchini, labda inatoka mataifa mengine kama South Africa na nchi nyingine. Wanaiona kwa mfungo unaofungwa wanaiona inafananaje. Hata siku mzazi akapekua begi la mtoto wake akakutana na kitu cha namna hiyo, atakuwa na na taarifa kujua kuwa ah, atakuwa na uelewa kuwa hii ni bangi, atakuwa naielewa, hii mbona kama niliwahi kuiona kwenye maonyesho, inafanana na heroin hii na iliwahi kwenye maonyesho inafanana na cocaine. Kwa hiyo tunatoa hii elimu hapa ya kuonyesha sampuli kwa ajili ya kujengea uelewa na kufahamu uhalisia wa vitu ambavyo tunavitamka. Mtu anaona tu inatamkwa cannabis resin eh, ashishi eh, ah, ah, mandrax eh, methamphetamine, lakini akija hapa anaiona methamphetamine inavyofanana na mwonekano wake hata akimkuta mtu mtaani akiona watu wako vijana wako sehemu watoto wanatumia, anajua kabisa hii ni methamphetamine, niliwahi kuiona hii kwenye maonyesho. Kwa hiyo ni rahisi kumfuatilia hata kutoa taarifa kwenye vyombo vya ulinzi ili kuja kufanya ukamataji, kufahamu waingizaji, wauzaji na wasafirishaji. Sisi kama Jeshi la Polisi, pamoja na kufanya kazi za kukamata makosa mengine ya jinai, lakini tumejikita katika ukamataji wa kosa la dawa za kulevya tukiwa na specific kitengo cha kujua dawa za kulevya Anti Drugs Unit ambayo kiutendaji ni wadau na ni washirika ambao tunafanya kazi pamoja na mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, ambao before, kabla ya mamlaka ya kudhibiti na kupambana na na dawa za kulevya kuanzishwa, kitengo hiki kilikuwa kinafanya kazi hizi chini ya Jeshi la Polisi, lakini ilipofika mwaka elfu mbili 2015 mpaka 2017 17 ilipoanza eh, mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya, ndio tuliendelea kuimarisha ushirikiano ili kuliendelea kulidhibiti ili kosa ambalo lilikuwa linaendelea kwa kasi sana kuweza kulizuia na kulirudisha chini na kuweka jamii katika usalama.